Ah bwana, kutokana na uh, maswali ambayo nayapata na kila siku, au ni maswali ambayo yanafanana, ushanielewa bwana. Kwa mfano kama inbox yangu kuna watu wanakuja, kuna watu watu watu, watu washakuja kadhaa na kadhaa, ambao wengine wametapeliwa, wengine ndipo kwenye process za kwenda, kama yani ndio wanaandaliwa kwenda kutapeliwa. Kwa bahati nzuri wanachekiana na mimi na ninaookoa. Jamani, tukija kwenye issue uh, issue za visa, unajua visa haihitaji kwenda kwa agent. Ushanaelewa? Kwa sababu agent hakuna kitu ambacho anakusaidia yeye. Agent ana ya tuseme, yani agent ana ya connection yoyote na embassy, isipokuwa agent yeye anafanya process, ni same process ambazo anafanya mtu wa kawaida na mtu ambaye wa agent na agent ndo anafanya ni hizo hizo. Ushanelewa? Kwa hiyo tunakuja Ngoja nitoe mfano kitu kimoja. Watu wanakujaga wananiulizaga mimi, bwana na visa visa zako umetumia agent gani? Kwa sababu mimi nimepata kwa inabidi amtafute huyo agent ina maana huyo agent itakuwa ni mkweli. Ushanielewa? Hapana. Eh, mimi visa sijatumia kwa agent yoyote. Mimi visa zangu nimeapply mwenyewe, nimefanya application mwenyewe na nimesubmit process kila kitu ni mimi mwenyewe. Ushanielewa? Kumbuka kwamba zamani ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu ya teknolojia. Lakini sasa hivi teknolojia imekuwa sana, yaani kwamba hata hizi nchi ambazo tunahitaji kuingia kwa visa, wao wenyewe wamekuresishia. Kwa zamani ilikuwa inabidi uende embassy pale, uulize bwana, document gani ambayo inatakiwa si na nini, unaandika bwana hivi na hivi, kitafuta hivi, kija hapa, ndo fanya fanya visa application. Lakini sasa hivi embassy haina haja ya kwenda, na sasa hivi embassy uruhusi kwenda bila kuwa na appointment maalum. Kwa hiyo ina maana hata inapokuja swala kwa apply wewe visa, inabidi kwanza uingie online, ujaze fomu, ufanye nini, ubuku appointment, ndo uende. Ushaona? Kwa hiyo ukienda kwa agent, is the same process ambayo mtu wa kawaida ambaye anafanya, isipokuwa agent yeye ni mjanja tu kajiongeza kwamba ujamaa, anakuja hapa, anaingia kwenye, kwenye kwenye laptop yake, anaangalia document gani ambazo zinahitajika, anakuambia bwana, document hizi zinahitajika. Vipi, unazo? Sina. Kama huna, ndo pale anakuchaji kwa hata ukija kwenye issue document, kwamba hata wewe mwenyewe una uwezo kuitafuta document. Ushanielewa bwana, hauwezi ukaniambia kwamba leo na kesho kutu unashindwa kuitafuta bank statement unashindwa kwenda una, una nida, una passport unashindwa kwenda kufungua account na kutengeneza bank statement yako wenyewe ambayo ni OG hata kama itachukua ni process itachukua muda miezi minne na mitano sita, lakini inakuwa ni original inakuwa iko kwenye jina lako, sio zile za kuchezeshwa. Ushaona kwa agent ndio umejiongeza kwa vitu hivyo vingine, kwa ajili ya document. Hata kutoka na wewe muoga au na akili ya kufikiria kwamba bwana bank statement hizo nikaitengeneza, lakini ni kitu ambacho kinahitaji muda, unaamua kwenda kwa agent, unalipa unalipa laki sita, laki saba, laki nane. Kuna hatima. No. Okay, hayo tu yaache. Labda jamani ndio lisikizao siku hiyo. Haya, tuje kwenye swala la visa. Najua watu wengi sana mnaangaika kuhusu masuala ya visa, sio kufanya application mpaka agent nini? Visa haihitaji agent. Kitu ambacho anachofanya agent ni kitu ambacho wewe mwenyewe unaweza ukafanya. Siku hizi maisha yamebadilika. Unaweza ukafanya visa application hata kwenye simu yako kubwa. Sawa, una laptop hata kwenye simu unaweza kufanya visa application Simu yako imradi we smartphone, iPhone sijui nini, unaweza kufanya application. Ushanielewa bwana? Kwa hiyo mimi nataka niwape somo moja, kwamba watakawaelewa basi waelewe, na kama mtu ujaelewa, unaweza ukaja kwenye inbox yangu mimi ukanicheki, au kwenye picha yangu yoyote, au kwenye post yangu yoyote ukacomment, ili ujue nitakusaidia vipi. Unaona, ili uepukane na masuala ya ya maagent siku hizi bwana. Kila ubalozi ama kila nchi umekuwa na programu zao kwamba masuala ya visa application yote wameweka ni online. Sasa hivi uruhusi kwenda embassy bila kuwa na appointment maalum, umeelewa? Kwa hiyo ngoja nitoe mfano, kwa mfano kama Canada. Canada haihitaji mtu kwenda embassy mpaka ubuku appointment au umesha submit form zako, umeelewa? Kwa hiyo watu kwa nini wanaenda kwa agent? Watu wanaenda kwa agent kwa sababu hawajui wataanzia wapi, hawajui kwamba website ya government ni ipi na maskama ni ipi, unaelewa. Kwa hiyo mimi ambacho ninachoweza kukusaidia kama mtu unahitaji labda kwenda sehemu na unataka kuangalia labda zile requirement document gani ambazo zinahitajika, kuliko kwenda kuchajiwa kwa agent, bora utafute website ya government ambayo inahusiana na masuala ya visa, uangalie mbona, na ukishapata website ya government kwa kweli, inakuwa ni rahisi sana hata kufanya application bila kwenda kutumia agent. Kwa mfano okay. Canada kwa mtu ambaye anataka labda linki ya Canada au nini, anicheki mimi ni box, nitamtumia linki ambayo ya, ya government ambayo hiyo linki ukienda kuingia inakupa instruction ya kila kitu na process zote ya kitu cha kufanya. Ushaelewa? Kwa hiyo ngoja kwanza tuzungumzie Canada kwa sababu ndio njia ambayo ni rahisi na ambayo hata mimi nimeshafanya process na nimesha apply kila kitu, kwamba naelewa kwamba A to Z, kwamba unaanzia hapo unaishia hapo Canada, uh, kwenye issue ya visa. Kwa wale ambao wanaenda kwa ma agent poleni sana Kanada kwenye issue ya visa wale jamaa wana linki ambayo website yao ni straight ni ya government ambayo hiyo linki ukiingia, ina kila kitu ina full information ina kila kitu ambacho unacho, yani maswali yote ambayo unaenda kumuuliza agent, ndio agent majibu yake anatoa hapo, yani ina kila kitu, ina yani, inakuambia kabisa bwana, kama unataka visiting visa inabidi uwe na kitu fulani kitu fulani kitu fulani, family visa inabidi uwe na kitu fulani kitu fulani kitu fulani business visa inabidi uwe na kitu fulani kitu fulani kitu fulani, si then inabidi uwe na kitu fulani kitu fulani kitu fulani. Yani inaku, inakuletea ni kila kitu pale, ushaona. Kwa hiyo wewe ndio unaangalia ni kitu gani ambacho unataka. Bwana, mimi nataka visiting visa, una press kwenye visiting visa, inakuletea information pale, bwana, visiting visa ni visa ambayo hivi na hivi, inakuletea. Yani inakwambia mpaka ile ile requirement ama restriction, yani ile restriction. Yani restriction ya visa yenyewe, restriction ya visa inakwambia kwamba visa hii unaingia hauruhusi kufanya kazi, na inabidi ukae kipindi hiki, baada ya kipindi hiki umeshuja toka kwenye nchi, na ili kupata visa hii inabidi uwe na document hii na hii na hii na hii afu mbele inakuja, kama unayo continue, ushanielewa kwa kama unazo zile document una continue, kisha continue na kwambia okay, kwa sababu unataka kufanya application, basi hebu create account, una create account yako kama Facebook pale papapo, kisha ingia pale papu, una login yako no, unaona, kisha ingia kwenye login yako pale inakuletea sasa, bwana wewe, umechagua visiting visa. Inakwambia bwana, tunataka bank statement upload hapa, tunataka picha picha, labda copy ya passport upload hapa, tunataka barua ya mwajiri upload hapa. Yani vile vitu ambavyo wamekwambia kule ndio vitu ambavyo unaona. Umeoa wewe mwenyewe? Yesi. Kama yesi, kama unataka kwenda na mke wako, una provide pale. Bwana tunataka bwana uh, marriage certificate, inabidi uiweke pale kama hujaoa no, ina maana hautauliza marriage certificate kwao. Hata ni maswali yake yanakuwa ni mepesi sana, ambayo haya. Au utashindwa, utashindwa kuelezea kwamba zumuni lako gani la kutuma kwenda kule, unaelezea bwana, mimi naenda kutembea hivi, naweza japo kwa mtu na mipango yako mingine, umeona? Kwa hiyo sasa unaenda kwa agent, agent ndio anakujazia yeye hapa. Kwa kitu ambacho anakifanya agent, ni kitu ambacho mwenyewe unaweza kukifanya. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana. Sijui kwao Okay, visa unakuta ni kama Canada kada, nadhani ifiki hata hata dola 100. Ushanielewa visa yake, lakini unaenda kwa na, agent milioni 5, visa milioni 5 ya nini? Anakwambia document document, za nini? We bank statement unashindwa? Document kubwa inakuwa ni, ni bank, bank statement pekee yake. Bank statement unashindwa kwenda kufungua account wewe mwenyewe ukaizungusha hela, ukatafuta mtu ambaye mwenyewe mkaizungusha hela ndani ya miezi mitatu minne, afu ka print ukarudisha hela ya watu mm Okay, barua ya mwajiri unashindwa kuipata wewe mwenyewe. Labda okay, uh, listi zako za kazini labda zina miezi mitatu kama kweli unafanya kazi au kama una biashara unashindwa kupata tin number bongo zinapatikana bure unaenda tu na nani. Sasa kwa hiyo kitu cha kwenda kufanya wewe mwenyewe unamtuma agent, yani agent anaenda ya kuchukulia tin number pale anakusajilia tin number, tin number ni bure siku 5000, siku elfu ngapi? Agent anakuchaji elfu tatu. Unaona? Alafu, mwisho wa siku mzee, unaenda visa unanyimwa, anaanza kumwambia na agent itapeli sisi na nini, kumbe ni bahati. Kwa kitu cha ku, kitu cha kuspend dola 200 dola 300 unaenda kuspend dola 1500. Sio Tanzania, kile zetu zimekaa wapi? Ni usingizi, kwa sababu ni uvivu tu wa wa kushindwa kusoma. Kwa hiyo mimi mimi mimi mimi kama vijana wenzangu, unajua mimi nawapenda sana, au sio? Kama mtu unataka kwenda sehemu labda, unahitaji msaada mimi sikuchaji sifanye nini, isipokuwa mimi nakupa mwongozo tu, kwamba kwingine utaendelea mwenyewe kama unahitaji msaada. Ushanelewa, kama labda bwana, mimi nataka naenda zangu Marekani, hebu nitumie linki ya government ya Marekani nijue ninafanyaje application, mimi nitakutumia ule mwongozo, nitakutumia ile linki, utaangalia kwa sababu kwangu mimi ni hizi, kwa sababu linki nazijua kwa nikizisearch, najua ini ya government ini ya wapi ini ya api ina scam ukoona kwa, kwa nazijua. Kwa kama mtu labda ana kipengele chochote labda anataka kwenda Marekani, anataka kwenda Canada, anataka kwenda nini, kwao hauna ile full information kwamba nifanye fanyaje, au unataka kuapply mwenyewe, wewe we, ni cheki mimi ni cheki DM kama so DM, kwenye nyepichango yote comment, mi nitakuja nitaku DM nitakutumia hizo link bwana, link ya government ni hapa, na ukiingia mwenyewe utaona utofauti wayo bwana. Kwa hiyo ni ya government na hata jinsi ilivyo. Kwa hiyo naamini kwa sisi vijana ambao kidogo janja janja, yani hiyo itakuepusha ita, ita, ita wewe kuingia sala ama kuingia gharama za kwenda kwa agent, kwa ni wewe kuspendi muda wako na kusoma lemataka yote na, kuna, na uzuri kwamba zile linki mpaka ukitaka kufanya application inakupeleka mpaka mwenyewe yani, mwenye, yani, mwenye, yani ni rahisi tu na mwenyewe unaapply kwa kuepusha hili bwana, ndugu zangu nyewe kwenda kutapeliwa ama kuibiwa kulalamika wewe nicheki tu kwa linki, lakini linki mimi nakutumia dokumenti zako ta process mwenyewe, ila kama kuna sehemu utakwama nitakwambia, bwana, hapo fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Lakini kwamba vitu ambavyo wanavihitaji kwenye ile linki, inabidi uwe navyo, usitumie ujanja ujanja wote. Kwa kama wewe unaona bwana, mimi naweza bwana, naweza nikafanya application au nini, haina noma. Mimi nakutumia linki ya nchi yoyote ambayo unaitaka, ni bure yani, isipokuwa kwamba mimi nitajitolea, mimi nikukupa mwongozo wewe ili uepukane na matapeli au watu ambao wana, wanatapeliwa na ma agent wapungue tuwapungue. Ukishanelewa ili upate uelewa yani kwa sababu ukishaingia kwenye kwenye website ya government mpaka sehemu ya kufanya application ni ipo. Ndio kitu ambacho the same thing agent ambacho wanafanya agent aendi embassy. Agent afungi safari kwenda embassy ndio kupeleka nani yako wewe. Ah ha hata -ha. Kama siku kuhitajika utaenda wewe yeye yeah, aende atakwambia wewe nenda tu, kwa nini yeye asiende? Atakwambia wewe naenda bwana, eh, kufika pale wewe wape nani? Ni vitu ambavyo kashafanya online na na wakirespond, wanakutumia karatasi na print, unaenda nayo embassy bwana, mimi nimekuja hapa na appointment. Kwa hiyo ni rahisi. Kwa hiyo ndugu zangu nini? Mimi kwa uelewa wangu ambao nilikuwa nao, kwa vijana wenzangu, kama mnataka kama mnataka niwasaidie au nini, issue za ma agent hizo mwepukane nazo no, na unajua kabisa, unaelewa kufanya mwenyewe. Basi poa. Wewe chagua nchi ambayo unataka kwenda, mimi nakutumia linki, unafanya application yako mwenyewe, unaangalia vitu gani ambavyo vinahitajika mwenyewe, unavitafuta, mwisho wa siku unavisubmit, una process file lako, unabuka appointment ya fingerprint unaenda, ukishamaliza hapo unasubiria result zako. Kwa hiyo ni easy, yani. Kwa hiyo masuala wewe, oh, Juma si ume apply visa si ume agent gani? Mimi jamani, sijatumia agent yoyote yoyote, sijatumia. Kwa watu wanaonijua mimi, hakuna agent yoyote ambaye nimetumia, kila kitu nafanyaga mwenyewe na mtu kwenye ushauri na mshauri na mtu ambaye akihitaji linki kama hivyo nampa, naambia bwana sikiliza, mimi ni apply mwenyewe linki hiyo hapo, inakupa instruction yote, kitu gani cha kufanya, inakuelezea kila kitu, mpaka jinsi gani ya kuprocess, mpaka picha ambayo wanataka wao, wanakuambia nataka passport ya aina hii, pasi picha ya passport size ya namna hii namna hii namna hii, umeona. Kwa hiyo ndio hivyo, sina mengi vijana wenzangu, katikali tu ya kupunguza watu kutapeliwa na kutokomeza utapeli. Kwa nataka na nyewe vijana wenzangu mjitegemee kwenye swala application mwe mnafanya wenyewe. Kwa mpaka wakati mwingine, tena kama kuna lolote, andika kwenye comment, mimi nitajibu. Au kama kuna msaada wote unauhitaji una, una vile vile andika kwenye comment, usisite. Kama ukiona inbox ujibi, basi jaribu sana kutype kwenye kwenye uh, kwenye comment. Yani ukiona kwenye post yote, wewe try, wewe jaribu comment, kwa sababu inbox sometimes message zinakuja nyingi sana. Asanteni sana.